Kwenye mimba ya miezi miwili, sura ya mtoto inaendelea kujitengeneza na masikio yanaanza kuchomoza pembezoni ya kichwa. Mikono na miguu inaanza kuchomoza pamoja na vidole vya mkono na miguu vinaanza kuchomoza kwenye mwezi huu wa pili wa ujauzito. Pia katika mwezi huu wa pili, mrija unaounda ubongo, uti wa mgongo na mishipa kadhaa ya fahamu unakuwa tayari umejitengeneza. Mfumo wa umeng'enyaji wa chakula na milango ya fahamu inaanza kujitengeneza. Kitovu cha mtoto nacho kinaanza kukua kutoka tumboni kwa mtoto mpaka kwenye kondo. Pia baadhi ya mifupa inaanza kuimarika, hali inaweza kukifanya kijusi hicho kuanza kucheza tumboni, ila kwa sababu ni bado kidogo sana, mama hawezi kuhisi chochote. Katika mwezi wa pili wa ujauzito, kijusi hakina jinsia. Haiwezekani kutofautisha wa kiume wala wa kike. Mara nyingi kwenye mwezi huu wa pili wa ujauzito, wajawazito wanaanza kupata dalili kadhaa za ujauzito kama vile maumivu kwenye matiti, kuhisi uchovu kuliko kawaida, kukojoa mara kwa mara kuliko kawaida, kupata kiungulia, kuhisi kichefuchefu na wakati mwingine kutapika. Mwili nao unaanza kuzalisha damu nyingi ili kukidhi mahitaji ya kiumbe kipya. Hali hiyo husababisha kasi ya mapigo ya moyo ya mama kuongezeka ili kusukuma damu ya ziada.